Na sasa ni namna ya kutambua karama yako. Kama wanavyoibua vipaji, ujue na wewe karama yako ni katika mwili wa Kristo inatakiwa. Hizi ni baadhi tu ya njia ambazo zinakusaidia kugundua karama yako. Cha kwanza ni maombi, kwa sababu tunaambiwa tuombe kwenye kila jambo. Omba, maombi yatakusaidia ujue karama yako. Ya pili, angalia vitu ambavyo unatamani kufanya. Unatamani kuimba kwaya, unatamani kufundisha neno la Mungu, unatamani nini? Unatamani uinjilisti? Hiyo kujua desire yako itakusaidia sana. Kitu cha tatu unaweza ukajiingiza tu kwenye huduma yoyote, ukiimba unabarikiwa, kama una karama ya intercession, kiomba watu wanafanyaje, yanatokea unayoomba, jua wapi uko effective. Kwa hiyo nimesema, kitu cha kwanza kuomba, kitu cha pili, angalia unatamani kufanya nini, kitu cha tatu, ji involve, ili ujue wapi uko effective. Uko effective kupiga vyombo au uko effective kuimba, kufundisha neno, uko effective wapi? Utajua uko effective wapi kwa jinsi watu wanavyo react. Sasa ukifanya hicho kitu

itakusaidia kujua karama yako. Mavuno ni mengi, wavunaji wachache, kwa sababu karama zenu hamzitumii. Hebu tuzisome hizo karama za Roho. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, bali Bwana ni yeye yule. Pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule atendaye kazi zote katika yote. Lakini kila mmoja upewa ufunuo na Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho huyo huyo anapewa neno la hekima mmeshavurugana mwisho wa siku, akitokea anatatua. Na mwingine neno la maarifa, apendavyo roho yeye yule; mwingine imani katika roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine kutafsiri lugha. Wa kwanza mitume, wa pili manabii watatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa, masaidiano, maongozi. Kutumia karama yako kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Next time tutamalizia somo la upendo.